Hey, mambo vipi? Heri ya mwaka mpya tunasema happy new year. Ategemea sote ni wazima, tumeweza kuingia katika mwaka huu 2026 salama kabisa. Ikiwa leo ni tarehe mosi Januari, na kikubwa ambacho nahitaji kuweza kuongea na wewe katika video hii ni kwamba nitakuja kuweza kufahamisha namna gani ya kufungua YouTube channel kwa kuanza kufungua Google account mpya, na maanisha Gmail account then tutafungua channel ya YouTube. Nitakuonyesha hatua kwa hatua, nitarekodi screen yangu na nitakwenda kutumia simu. Nimeona wimbi kubwa la watu ambao wananifuatilia ni watumiaji wa simu kuliko ni laptop, wengi hawana laptop, so nitakwenda kutumia simu ni kuonyeshe kwamba kumbe hata hiyo simu yako ambayo unaitumia kila siku ina uwezo wa kukufanyia vitu vikubwa sana. So, tutakwenda kufungua tutaweka thumbnail I mean, banner katika channel ambayo tutaifungua. Nitakuonyesha hatua kwa hatua, na wewe utaweza kufata hatua ambazo nitapita kufanya ukiwa katika simu yako. Kwa hiyo kama unahitaji kufungua channel ya YouTube nakuwa na channel yako ukiwa unatuma video mbalimbali, unashare maudhui tofauti tofauti basi video hizo ambazo zitafuata playlist hiyo, ni muhimu kwa kuhakikisha umesha subscribe channel yangu ya YouTube, lakini pia umewasha alama ya kengele kuweza kupata notification pale tu ninapo upload video hizo. So, tutakwenda kuweka logo ama profile yako katika hiyo channel ya YouTube tutakofungua, tutakwenda kuweka title, jina la channel yako, tutakwenda weka description, maelezo kuhusiana na channel yako, kipi ambacho inafanya wewe, kama ni mfanyabiashara wewe, kama ni mfanyabiashara mwalimu wewe ni kama ni daktari wewe kama ni mtu ambaye unahitaji kutoa elimu kuhusiana na jambo fulani, basi video hizo zitakuwa na msaada mkubwa sana katika ulimwengu huo wa teknolojia. Uh, kidigitali, kila mtu anapaswa kuwa ni mtu wa kutengeneza maudhui. Kila mtu ana kitu ambacho anahitajika kuweza kushare, kuonyesha. So hii haliwahusu tu watu fulani, hata wewe ambao unatazama unasema mimi halinihusu, sina interest na vitu hivi. Hapana. Hata wewe linapohusu, pengine wewe ni mfanya biashara. Watu sasa hivi wamekuwa wakijitangaza kupitia platform kama hizi, YouTube, social media account mbalimbali mbali, na kuwafikia wateja wengi sana ambao wapo mbali sana, wasingeweza kuwafikia. Wewe umekaa, wenzio wanakupita hatua mia mbele. So hakikisha unazingatia hilo na kutafakari, jiambie kuwa hata wewe hili linakuhusu. So tutakwenda kufahamishana namna gani na kufanya hivyo, na nitatumia simu yangu. Sitoishia hapo, pia nitaonyesha jinsi gani ya kuweza kurekodi video, kuedit kupitia application mbalimbali mbali ambazo ni free kabisa, mfano InShot, CapCut, Edits ya Instagram ambazo ni simple kuweza kutumia. Kila mtu anaweza kufanya mwenyewe bila hata kumtafutia mtu akaweza kumpa amtengenezee. Hata we mwenyewe unaweza kuanza kutengeneza video zako mwenyewe na kutuma katika platform kama ya YouTube na katika social media account mbalimbali ambazo pia tutakuja kuelekezana namna gani ya kufungua na kuseti, ili basi ziwe professional zaidi na, na, na tutapeana mbinu mbalimbali za kuweza basi kutufanikisha sisi kukua katika hizi platform ambazo utakwenda kuzifungua so, Sina la ziada, nilihitaji tu kuweza kuwajulisha hilo katika huu mwaka mpya ambao tumeingia, ikiwa leo ni tarehe mosi Januari. Kama una ndoto ya kuwa content creator, una ndoto ya kumiliki channel ya YouTube, una ndoto ya kutoa elimu ya kutoa maarifa ya kuburudisha, chochote kile ambacho unahitaji kushare kupitia uh, videos ama text, basi huu ni wakati wako wewe, huu ni mwaka wako wewe wa kuweza kufanya hivyo. Usiogope, anza na ulicho nacho kupitia simu yako hiyo, hata kama kamera sio nzuri, hairekodi video nzuri, sauti haitoi nzuri, wewe anza. Hilo utakapokuwa unafanya utakuwa ukijifunza vitu vingi sana mbeleni utakapokuwa na uwezo, utatafuta basi kamera ambayo ni nzuri ama simu nzuri zaidi, au utatafuta microphone, lakini kwa sasa kikubwa cha kuweza kukifanya leo Januari hii ni kuweza kuanza. So kama una swali lolote una maoni juu ya hili ambalo leo nimeweza kuja kuliongelea hapa katika video hii naambia katika sehemu ya comment. YouTube channel yangu sio ya kwangu mimi peke yangu, bila nyinyi mimi siwezi kuwepo hapa. Una lolote la kuchangia, una la kuuliza naambia katika sehemu ya comment. Playlist hii ni playlist ambayo sitoweza kuhitaji hata shilingi mia yako, na utaweza kuona namna gani playlist hii itakapokuwa na manufaa kwako wewe, kuanzia kutengeneza hizo platform mbalimbali I mean, hizo account tofauti za platform ya YouTube social media account, lakini vilevile vile kutengeneza video mbalimbali mbali, na sio tu hivyo, kuna watu wameniomba niweze kufundisha jinsi ya kutengeneza thumbnail, nionyeshe kwa vitendo, nitaweza kufanya hivyo. So usiwe mbali, tuendelee kwa pamoja. Asante sana, like video hii, share na wengine basi waweze kujumuika nasi. Tukutane wakati mwingine.